Ya Pentekoste, Roho Mtakatifu na ujasiri wa kutangaza habari njema. Ndugu waamini wapendwa, tunamshukuru Mungu aliye hai kwa, kwa neema ya kuadhimisha tena sherehe ya Pentekoste, siku takatifu ambayo kanisa lilijaliwa zawadi kuu ya Roho Mtakatifu ambaye ni mfariji mshauri wa kweli na chanzo cha nguvu ya utume wa Kristo. Pentekoste siyo tu kumbukumbu ya kihistoria bali ni uzoefu hai wa kanisa katika kila kizazi, tunapojazwa tena na Roho Mtakatifu ili kuishi na kutangaza Injili kwa ujasiri, upendo na hekima. Pentekoste ya mwaka 2025 inaadhimishwa katika mwanga wa jubilei ya kanisa Katoliki chini ya mbiu kauli mbiu mahujaji katika matumaini Jubilei ni kipindi cha neema na toba cha kwanza upya na kutembea pamoja kama kanisa katika safari ya kisinodi kisinodi tukisikia tukishirikiana na tukiambatana katika kristo aliye njia ukweli na uzima katika dunia ya leo iliyojaa hofu, migawanyiko ya kijamii na kisiasa, mmonyoko wa maadili na kupungua kwa matumaini, sauti ya Roho Mtakatifu inatutia, inatuita kwa nguvu mpya. Roho Mtakatifu anatualika tuwe vyombo vya Injili ya matumaini, tukijitokeza si kwa fujo wala mabishano yasiyo ya Kristo, bali kwa ujasiri wa kiinjili ule uliojengwa juu ya ukweli, upendo na udinikeo. Waamini wapendwa, kwa njia ya ubatizo na kipaimara umepakwa kwa Roho Mtakatifu na kushiriki daraja la Kikristo kama makuhani manabii na wafalme. Hii ni dima ya kila mlei, si kwa wachungaji peke yao ya kueneza Injili kwa maneno na matendo ndani ya familia katika jumuiya ndogo ndogondogo za Kikristo, vigango, parokia, majimbo hadi taifa. Pentekoste hii inaangukia katika mwaka muhimu kwa taifa letu, mwaka wa uchaguzi mkuu, ili tukio la kihistoria linalohitaji tafakari ya kiroho na mshikamano wa kitaifa tunaitwa na Roho Mtakatifu kuombea Tanzania ipate viongozi waadilifu na uchaguzi wa haki, amani na usawa. Tunapaswa kushiriki mchakato huu si kwa jazba au matusi, bali kwa maadili ya Kikristo, kwa kutetea ukweli kwa hekima, kuheshima maoni ya wengine na kuepuka lugha ya chuki. Tukirejea matendo ya Mitume ile sura ya nne aya ya 23 mpaka 31, tunaona kanisa la mwanzo lilikusanyika kwa sala wakati wa msukosuko wa kijamii na kisiasa. Kwa maombi yao Roho Mtakatifu aliwajalia ujasiri wa kutangaza Injili bila hofu. Nasi pia katika mazingira yetu ya leo, tunaitwa kuwa mashahidi wa Injili ya amani na upatanisho, ikiwa watu wa sala, busara na wajibikaji wa kijamii. Hii ni fursa ya kutafakari kwa dhati wito wetu kwa, kwa Kristo. Je, ni kwa namna gani familia zetu ni shule ya imani na upendo? Je, jumuiya ndogondogo za Kristo zetu ni chemchemi ya mshikamano? Je, sisi ni vyombo vya matumaini hasa kwa maskini waliopuuzwa na vijana wanaohangaikia kutafuta maana ya maisha. Roho Mtakatifu anatuita kuamka kutoka usingizi wa kutojali au kukata tamaa. Anatutia nguvu ili tuwe manabii wa matumaini katika kizazi hiki, kemea uovu kwa hekima kulinda utu wa binadamu na kushiriki katika maisha ya kijamii kwa misingi ya Injili. Waamini wapendwa, Uchaguzi si tu tukio la kisiasa bali pia ni mtihani wa maadili ya kitaifa. Kutumie zawadi ya uhuru wa kidemokrasia kwa busara na kwa moyo wa ujenzi wa taifa. Kujiepushe na chuki, uchochezi au shabiki usiozingatia haki na ukweli. Amani ni zawadi ya Mungu, lakini pia ni matunda ya juhudi zetu. Pentekoste hii, tukiwa mahujaji wa matumaini, matumaini. Na katika matumaini tuungane na kanisa zima katika sala hii ya mitu: Bwana, tujalie sisi watumishi wako, ulisema neno lako kwa ujasiri wote. Haya ni maneno yanatoka, eh, Matendo ya Mitume aya ya 4 mstari wa 29 9. Tuwaombee viongozi wetu wa sasa na wa baadaye, vyombo vya uchaguzi na wananchi wote, ili uchaguzi wa mwaka huu uwe njia ya neema na si chanzo cha vurugu, kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa kanisa na kwa neema ya Roho Mtakatifu, Tanzania ibaki kwa njia ya amani, haki na upendo. Tunatamani kila mmoja aweze kusema kama Mtume Paulo alivyosema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. mwisho wa